Ugonjwa wa kisamaki e, ugonjwa wa kisamaki ni katika magonjwa ambayo yanawapata e, wanawake. Ni magonjwa ya ukeni, ambapo mwanamke anakuwa anatokwa na uchafu ambao unatoa harufu kama ya kisamaki e, samaki. Mwanamke anakuwa anatoa harufu kama la shombo la samaki au harufu ambazo ni mbaya ambazo hazieleweki eh, kwenye uke. Sasa kama tunavyofahamu eh, ukeni kuna, eh, kuna bakteria walinzi eh, wanaitwa lactobacillus eh, wako mamilioni na mabilioni. Kila mwanamke anakuwa na idadi yake ya bakteria walinzi au au bakteria jeshi e, ndani ya uke kwa ajili ya kulinda uke usipate magonjwa kama hayo. Lakini pia ukeni e, huwa kuna hawa vimelea wa fangasi e, kwa maana ya yeast, huwa pia kuna vimelea wanaitwa Gardnerella vaginalis. Sasa hawa vimelea wanaoleta E, uchafu, harufu au miwasho wanakuwa hawana nguvu, hawawezi kuleta madhara kwa sababu kinga ni imara, ulinzi kutoka kwa bakteria Lactobacillus unakuwa ni imara. Kwa kifupi, e, ili uke usipate matatizo, ili uke usinuke, usitoe uchafu, ni lazima bakteria walinzi wawe na nguvu wawe wengi kushinda bakteria eh, wa kisamaki kushinda vimelea wa fungus. Sasa mwanamke ataanza kupata harufu, ataanza kuwashwa, kutokwa na uchafu pale endapo tu ule ulinzi ndani ya uke ukiwa umepungua ukiwa umepungua nguvu, ndipo sasa hao vimelea wanaanza kuwa huru, wanaanza kuzaliana. Ndugu wanawake na wapenzi ambao mko na hao wanawake, naona mna paniki sana, mnakuwa na maswali mengi, mnaogopa kwamba magonjwa haya yametoka wapi. Haya sio magonjwa ya zinaa, haya ni magonjwa ya ndani ya uke kama yalivyo magonjwa mengine. Ifahamike ya kwamba vimelea wa fungus, vimelea wa kisamaki, vimelea wanaotoa harufu wanaishi ukeni siku zote, ni wakaazi wa kudumu wa ukeni. Sema wanakuwa hawakuletee matatizo kwa sababu ya kinga ya ukeni iko vizuri ulinzi wa ukeni uko vizuri, ndio maana mwanamke anakuwa haupati e, hayo matatizo. Ndio maana mara zote nawaambia wanawake naoona wana kliniki ya kwamba unapokuwa na uchafu, harufu, uke unawasha, unauma, fahamu ya kwamba hiyo ni, da, ni dalili, sio ugonjwa kama ugonjwa unaosimama wenyewe. Ukiona hivyo, maana yake kuna jambo au kuna hali au kuna kitu kimetikisa ule ulinzi wa uke, kimepunguza ule ulinzi wa uke. Ndio maana e, vimelea wa uchafu, vimelea wa harufu, vimelea wa miwasho wamekuwa na nguvu kushinda ulinzi e, wa ukeni. Sasa kwa upande wa wa huu ugonjwa wa kisamaki e, ugonjwa wa kisamaki utampata mwanamke kama vimelea wanaoleta kisamaki, kwa maana kimelea Gardnerella vaginalis akiwa na nguvu kumshinda e, kimelea wetu wa ulinzi, bakteria Lactobacillus, kimelea wa kisamaki anakuwa na nguvu, wanakuwa wengi kushinda vimelea wa ulinzi kushinda kinga ya uke. Sasa ikitokea hivyo, ni lazima mwanamke upatwe na ugonjwa wa kisamaki. Fahamu ni hivyo, mwanamke atapata tatizo la kisamaki pale tu ambapo vimelea wa kisamaki wanaoitwa Gardnerella vaginalis wakiongezeka ukeni wakiwa na nguvu kushinda au kuwashinda e, vimelea kinga vimelea ulinzi wa ukeni kwa maana ya lactobacillus basilaski, huo ndo msingi wa kupatwa ugonjwa wa kisamaki. Sasa mwanamke unavyo, unapoona vimelea wa kisamaki wameongezeka ukeni fahamu ya kwamba iko sababu ambayo inapelekea hao vimelea waongezeke. Hawaongezeki hivi hivi kwa sababu. Kwa nini hawakuongezeka muda fulani, wameongezeka wakati unaumwa? Kwa hiyo ni lazima utafute ni kwa nini vimelea hao wameongezeka e, ukeni. Ndugu mwanamke, vimelea wa kisamaki kwa maana ya kimelea Gardnerella vaginalis ataongezeka tu kama ulinzi wa uke ukipungua, kama kinga ya uke ikiwa imepungua. Sasa kinga ya uke inapunguzwa na nini? Ni kitu gani kinapunguza kinga ya ukeni mpaka vimelea wa kisamaki waongezeke, wa wawe wengi? Jambo la kwanza ambalo linaweza likapunguza kinga ya uke ni kusafisha vidole kusafisha uke na vidole kupiga uke deki kusafisha ndani ya uke. Ndugu zanguni wanawake, uke hausafishwi huko ndani. Uke unasafishwa kwa nje tu kwenye sura. Sasa hivi jamii yetu kinga tayari imeshashuka, kinga iko chini kiujumla. Sasa unapokuwa unaingiza vidole ndani unasafisha ukeni, maana yake unakuwa una unapunguza wale bakteria walinzi, unakuwa unapunguza ile kinga ndani ya uke, na kwa kufanya hivyo utakuwa unawapa nafasi e, bakteria wa kisamaki wawe huru, wazaliane e, kwa wingi. Hiyo ni sababu namba moja ambayo inawapelekea wanawake wanapatwa na ugonjwa wa kisamaki au inafanya wanawake matatizo ya ukeni, harufu, miwasho na uchafu hauishi, kwa sababu bado unaendelea kufanya duchini, kusafisha uke, kupiga uke deki. Uke uoshwe kwa nje tu unatosha. Sababu nyingine ambayo inapelekea ugonjwa wa kisamaki ushamiri umtokee mwanamke ni kuweka mavitu, mavitu ukeni kuweka manukato ukeni, kuweka madawadawa haya ya ku, ya kiurembo urembo, ya kuongeza uke uo mtamu ubane ukeni, yanauzwa na hawa watu wa virutubisho. Ndugu mm, zanguni, uke hauwekwi matakataka. Uke hauungwi kama rosti. Uke ubaki kama ulivyo, ukeni tu pale inatakiwa upite uume, ipite, ipite periodi apite tu mtoto wakati wa kujifungua, na pawekwe madawa ya hospitali ya kutibu magonjwa kama yakipatikana tu. Basi uke usiwekwe kitu kingine chochote, kwa sababu unapoweka mavitu ukeni, unaenda unaharibu hali ya hewa ya uke, unaharibu usalama wa uke, bakteria wa magonjwa mbalimbali wanaanza kukunyemelea, kukunye. Kwa hiyo msiweke mavitu ukeni lakini jambo lingine ambalo linampelekea e, mwanamke apate kisamaki, e, ulinzi ndani ya uke upungue, ni magonjwa ya zinaa. Unapopata magonjwa ya zinaa, magonjwa yoyote, kisonono, klamidia, mgeni tv, ukipata hayo magonjwa, maana yake kunakuwa kuna wageni wameingia ukeni, wageni wapya. Sasa hao wageni ambao wameingia ukeni wanaenda kuharibu usalama wa pale. Usalama ukiharibika, vimelea e, kama wa, kisamaki wanaongezeka, wanakuwa wengi, mwanamke unaanza kutokwa na harufu mbaya ukeni. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea mwanamke apate kisamaki ni umalaya, kuwa na wapenzi wengi. Unapokuwa unafanya mapenzi na wapenzi wengi, maana yake unaharibu usalama unaharibu kinga ya ukeni na pia unakuwa katika uhatari wa kupata magonjwa ya zinaa. Hivyo hiyo pia ni sababu mojawapo ambayo inapelekea mwanamke aweze kupatwa na ugonjwa e, wa kisamaki. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea ugonjwa wa kisamaki ni uzito mkubwa, unene. Mwanamke mwenye tumbo, unapokuwa na tumbo, unapokuwa mnene, mwanamke kinga ya mwili inashuka, unapata ukimwi. Kila mwanamke mwenye tumbo anakuwa na ukimwi. Usipaniki, ukimwi maana yake ni upungufu wa kinga mwilini. Kinga ya mwili itashuka kwa mambo mbalimbali, ikiwemo uzito, ikiwemo HIV, ikiwepo kansa, ikiwepo kisukari. Sasa unapopata upungufu wa kinga mwilini, maana yake hata kinga ya ndani ya uke inapungua kinga ya ukeni ikipungua, magonjwa kama kisamaki yatakuwa yanakusumbua mara kwa mara. Lakini eh, sababu nyingine ambayo inapelekea tatizo la kisamaki liweze kukutokea ndugu mwanamke, ni matumizi ya njia za uzazi wa mpango zenye vichocheo, matumizi ya eh, sindano matumizi ya pandikizi, matumizi ya P2, matumizi ya Sofia. Hizo njia ni njia ambazo zinaenda zinavuruga e, vichocheo, zinakuletea mabadiliko ya homoni ya vichocheo katika mwili. Sasa unapopata mabadiliko ya vichocheo katika mwili wako, unapata mabadiliko ya kinga katika mwili, mabadiliko ya kinga katika uke. Kwa hiyo e, kama kinga ya ukeni ikipungua, magonjwa kama kisamaki yanakuwa yanakunyemelea mara kwa mara ndugu e, mwanamke. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea mwanamke kupatwa na ugonjwa e, ugonjwa wa kisamaki ni kama una magonjwa kama kisukari, magonjwa ambayo yanashusha yana shusha kinga ya mwili. Ukiwa na maambukizi mengine ya muda mrefu katika mwili HIV, e, ukiwa na brusela ukiwa na H pylori inatikisa kinga e, kinga ya mwili na unaweza kupata e, tatizo la kisamaki. Kwa hiyo ndugu zangu wanawake, unapoona unapatwa na harufu ukeni, miwasho, majimaji ukeni, fahamu hiyo ni dalili tafuta chanzo na vyanzo ni kama nilivyo visema hapo na e, mkifanya hivyo utaweza kujua ni kwa nini e, unapatwa na hiyo hali. Msikimbilie kutibu uchafu, msikimbilie kutibu harufu, tafuta chanzo kwanza, utibu chanzo ndipo utapona. Ndugu zangu ni wanawake, hiyo hali ya ukeni ya kutokwa harufu, miwasho, e, uke unauma hiyo sio UTI ni magonjwa ya ukeni kama yalivyo magonjwa mengine na, na visababishi ni kama nilivyo waelezeeni. Kwa hiyo wewe ambaye umepata ujumbe huu e, sasa naamini umeelimika, usambaze kwa watu wengine ili waweze kuelimika. Wanawake wanateswa, wanaendeshwa sana na haya mambo, na wanajua wana UTI, wanaamini ni UTI, wanakula dawa za UTI, lakini hawawezi kupona wengine wanajua wana ni PID wanadanganywa na dhana ya PID, kumbe tu wanakisamaki, na pengine wanakisamaki kwa sababu ya kuingiza vidole ukeni, kwa sababu ya unene, kwa sababu ya homoni zimevurujika, zime kwa sababu ya kisukari na kadhalika. Kwa hiyo ndugu mwanamke, nenda kachunguze, nenda tafuta chanzo, kwa nini ulinzi wa uke umepungua? Kwa nini kinga ya ukeni e, imepungua na ukishagundua chanzo ndio mwanzo wa kupona, ndio mwanzo wa wewe kuwa na amani. Ndugu zanguni, e, ugonjwa wa kisamaki unaitwa ugonjwa wa kisamaki kwa sababu e, vimelea wa kisamaki, kwa maana ya kimelea Gardnerella vaginalis, wakiongezeka hao vimelea wanatoa kemikali inayoitwa trimethylamine, ambayo hiyo, hiyo, hiyo kemikali ndo inayotoa harufu, ndo inanuka kama samaki, ndio harufu ya shombo la samaki ambalo mwanamke anakuwa analipata anali, anali, anali, e, e, ukeni. Sasa vimelea hao wanakuwa wanatoa kemikali trimethylamine ambayo ndo inafanya uke unuke kama shombo la samaki. Dalili za ugonjwa wa kisamaki ni dalili za wazi kabisa na wanawake wengi wanakuwa wana, wanajua sababu kwanza, e, unakuwa una, unatoa harufu mbaya ukeni, harufu kama ya shombo la samaki, harufu mbaya kwa kweli ambayo mwanamke atakuwa anaipata mwenyewe au mwenza wake anakuwa anaisikia wakati wa mapenzi, lakini mwanamke atakuwa anatokwa na uchafu ukeni, uchafu ambao unaweza ukawa ni mweupe e, kama majimaji mepesi, unaweza ukawa na rangi ya ya kama njano njano hivi, na kuna wakati inaweza ikawa na kama, kama, kama rangi, kama ya usausa hivi. Lakini pia mwanamke atakuwa anapata miwasho, miwasho, uke unakuwa unawashawasha kwa nje kwa ndani, anakuwa anapata miwasho miwasho. Lakini pia mwanamke mwenye ugonjwa wa kisamaki eh, atakuwa na maumivu au kama uke unawaka waka moto wakati wa mapenzi. Hamu ya mapenzi eh, kwa mwanamke mwenye kisamaki eh, ita, itakuwa, ime, imepungua na kwa, kwa wakati mwingine pia mwanamke anaweza akawa akapata maumivu ya tumbo chini ya kitovu, maumivu ya kiuno na nyonga. Mwanamke mwenye kisamaki, hasa kisamaki ambacho ni cha muda mrefu na eh, ni kikali, mwanamke anaweza akapata eh, hali kama, eh, kama hiyo. Mwanamke mwenye ugonjwa wa kisamaki, kinachowakera sana ni ile harufu. Kwa hiyo ile harufu, harufu, kwa hiyo pia inawapa mfadhaiko wa saikolojia. Mwanamke anakuwa hajiamini anakuwa hajipendi na hatamani kwenda kwenye mapenzi kwa sababu ya ile harufu ambayo mwanamke anakuwa e, anaipata. Ndugu zangu wanawake, huo ni ugonjwa wa kisamaki. Kwa hiyo ni ugonjwa wa kawaida mno, mno mno mno, sio ugonjwa mkubwa, sio ugonjwa wa kutisha, sio ugonjwa hatarishi na sio magonjwa ya zinaa. Ugonjwa huu wa kisamaki, ndugu zangu wanawake, unatibika vizuri, unapimwa vizuri. E, cha kufanya Unapopata hali kama hiyo, kama nilivyosema hapo awali, kwanza kabisa, fahamu umepata huo ugonjwa kwa sababu kinga ya uke imeshuka na bakteria wa kisamaki wameongezeka. Fahamu ya kwamba hao vimelea sio wageni, wanaishi ukeni. Umepata magonjwa kwa sababu wamekuwa wengi tu. Ni lazima ujue kwa nini wamekuwa wengi kwa nini hao, hao vimelea wameongezeka? Kwa sababu zile ambazo nimezisema nime pale awali. Kwa hiyo ukienda kwa daktari, daktari anayehoji anayekuuliza, atakuhoji hoji maswali ili aweze kujua ni kwa nini kinga ya uke imeshuka, na baada ya, ku, ya kupata mtazamo wako utafanyiwa vipimo vya kuweza eh, vya kuweza kutambua kwa nini kinga ya uke imeshuka. Viko vipimo vya damu e, vya kupima magonjwa mbalimbali, kupima sukari, kupima hali ya figo, kupima mafuta katika damu, kupima vichocheo, kupima tezi ya dundumio. Vipimo ni vingi, kupima HIV, e, kupima brucella, kupima H. pylori. Hivyo ni vitu ambavyo vinatakiwa vipimwe katika kutu, katika kutambua katika kugundua kwa nini kinga ya uke imeshuka. Sambamba na hivyo, italazimika ufanyiwe kipimo cha kuangalia ukeni, kipimo cha kuchunguza ukeni e, ili kuweza kuangalia kuna nini kinaendelea ukeni e, tuangalie uke, uke uko namna gani, lakini pia tuweze kupima e, majimaji ya ukeni tuweze kuona e, ni nini kipo kwenye yale maji maji, tuangalie, je, ni kisamaki tu kiko pale, kuna fangasi au kuna magonjwa ya zinaa? Tunafanya vipimo kwa staili hiyo, na ikibidi pia mwanamke atafanyiwa kipimo cha ultrasound, ili kuweza kuangalia kule kwenye kizazi kukoje, kuweza kuangalia kwenye nyonga, kwenye mirija kukoje, na kama kuna jambo lingine, basi mwanamke atatibiwa ipasavyo baada ya kupata majibu. Ndugu zanguni wanawake, e, ugonjwa huu wa kisamaki ukigundulika uta, utapata matibabu simple tu na utapona. Kwanza kabisa ugonjwa wenyewe utatibika kwa dawa za kupachika pamoja na dawa za kumeza, na maamuzi ya utumie dawa dawa ipi inategemea na hali yako, ukubwa wa tatizo, na madhara ambayo yamejitokeza lakini pia baada ya kuondoa eh, eh, huo ugonjwa kurudisha ule usalama na, na ulinzi wa uke na balansi ya uke ikawa iko vizuri. Sasa kinachofuata ni kupambana na vile vinavyosababisha. Kama tumeona una magonjwa mengine katika mwili, na yeye inabidi tuyatibu. Kama tumeona una mafuta, una shida za figo na sukari na nini, inabidi tupambane navyo kama kama una uzito mkubwa, uzito uondoke, uzito mkubwa inabidi uondoke upunguze uzito. Kama ni mtumiaji wa vyakula vya kisasa vyakula vya mafuta e, kuku za kisasa inabidi uachane na haya mambo. Kama ni mtumiaji wa pombe, sigara, shisha, skanka inabidi hivyo vitu uachane navyo. Kama unaingiza vidole ukeni, unasafisha uke kwa vidole, uachane na hivyo vitu. Kama ni mtu ambaye unaweka mapafyumu, unaweka mawe mawe, unaweka ma, manukato matakataka ukeni, inabidi uachane na hivyo vitu. Kama ni mtu ambaye e, unatumia vitu vyenye sukari sukari, inabidi uachane navyo. Kwa kufanya hivyo ndio sababu ya kufanya upone na hiyo hali isijirudie tena. Wanawake wengi hawafanyi hawa hivyo au hawafanyiwi hivyo au hawaelekezwi hivyo. Wanadhani wana UTI, wanatumia tu madawa ya UTI ili hali wana kisamaki, ili hali wana magonjwa ya ukeni, ili hali kuna kitu ambacho kimepelekea e, e, ulinzi wa ukeni upungue, vimelea gardenella waongezeke ndio maana hiyo hali iweze kutokea. Kwa hiyo ndugu zangu ni wanawake e, ujumbe wangu ni huo kuhusu kisamaki. Ukipata ujumbe huu sambaza kwa mwanamke mwenzako, sambaza kwa rafiki yako, ili aweze kupata elimu kama wewe, ili asiendelee kudanganyika, asiendelee kuumia na kupoteza muda kwa dhana ya UTI na kutumia madawa ya UTI ambayo hayatamsaidia. Ni lazima mwanamke aelewe afahamu kwa nini anapata, anapata hali kama hiyo, lakini pia ndugu zangu ni wanawake, hakikisha unafanyiwa vipimo vizuri kabla ya kutibiwa. Achana na dhana ya kwenda famasi kununua madawa bila kupima. Achana na, na mtindo wa kununua madawa haya wanayouza watu wa virutubisho ya kuweka ukeni madawa ya kutibu haya magonjwa. Hawaelewi wanafanya nini, wale watu hawaelewi msingi wa wewe kupata kisamaki. Kwa hiyo utatumia madawa yale ambayo hayasaidii, utaendelea kupata matatizo.